Kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la uhifadhi TANAPA naitwa Dr. Noelia Mionga. Mimi kwamba nilipata changamoto ya miaka nenda rudi ambayo changamoto ile ilikuwa haishi. Lakini pia ilikuwa bado haijapata mwafaka kwa kwamba ni nini, kwa sababu nishafanyiwa pia na operation zingine wakisema shida ni hii, lakini ile, ile operation nikishapona shida iko pale pale. Kwa mimi nilivyofika hapa kweli nilipokelewa vizuri sana nikaanza kupata moyo tofauti na ilivyokuwa nafikiri awali, na daktari aliyeni atendi ni daktari Kitembo, kwanza ile face impression nilivyomwona niliona nimefika kabisa. Jinsi alivyoongea na mimi akanifanya nika relax kabisa, na tukawa tunacheka. Ni mara chache sana kumwona mtu ambaye humfahamu alafu ana tension ya wagonjwa labda wengi, lakini akakusikiliza vizuri vile. Mimi nilifika mahali nilikuwa kweli nimezidiwa kabisa operation kama hiyo, wengi wakaniambia hapana, usifanye hapa Tanzania, tutakupoteza na mambo mengine, lakini mimi nikawa sasa na washawishi wao kwamba waondoe shaka, waondoe hofu yoyote. Operation hiyo itafanyika kwa ufasaha na tuna madaktari bingwa hapa Muhimbili, ambao pia vifaa vyote muhimu viko hapa na wanajopo la madaktari ambao wanashirikiana kwenye kufanya hizo huduma za upasuaji kwa nalia wanatoka nje wanalia, wakirudi macho mekundu, lakini mimi nawaambia, Mungu atafanya njia pasipo na njia. Baada ya ule uchunguzi, nikafanyia operesheni ya matundu, ambapo kwa wakati mmoja nilifanyia operesheni mbili. Ndani ya siku tatu nilikuwa tayari na smaili mimi, wako mashahidi hapa. Kwao salamu zenu na kazi zenu tayari zinafika Huduma nzuri sana hapa Muhimbili kwa upande wa madaktari bingwa wa upasuaji, nikianzia na mfano wa ule ambao mimi nilifanyiwa. Naponiona hivi mimi nimefanyiwa operesheni, nilifanyiwa tarehe tano mwezi wa saba, lakini nilisharejea kazini. Niko kazini, nanaendelea vizuri, na nana nakuwa monitadi na daktari, huwa ananijulia hali sijui Isa, unapata wapi daktari akupigia simu akuulize unaendeleaje, unajisikiaje, unaendele mimi nishukuru serikali ya Jamhuri ya, ya Muungano wa Tanzania, hasa rais wetu vile ambavyo anaendelea kuboresha huduma mbalimbali kwenye sekta mbalimbali kwao, tunajivunia kuwa naye. Kwa hata kwa Muhimbili nimeona mabadiliko mengi, nimefika miaka mingi sana huko nyuma, basi naona ni mabadiliko makubwa sana, na sekta nyingi imekuwa hivyo. Kwa hiyo nipongeze sana serikali kwa kuboresha huduma.